Katika mafunzo haya ya video tutazungumzia kuhusu dashboard ya WordPress. Jambo la kwanza utaona wakati umeingia kwa WordPress ni dashboard. Kwa kweli utaona kiasi kikubwa ya dashboard ambayo watumiaji wengi huchukua kwa mzaha. Kwa kweli kuna kiasi kidogo ya habari muhimu zilizomo katika dashboard. Video hii inapatia watumiaji maelezo ya jumla kuhusu dashboard ya WordPress. Ili kuingia kwa WordPress Fungua browser yako na uandike jina la uwanja wako. Nitaweka jina la uwanja wangu, alafu pia hakikisha mwisho umeongeza forward slash wp dash admin. Hii ni dashboard na utaona ukurasa ya kukukaribisha kwa WordPress. Kumbuka kwamba dashboard yangu inaweza onekana tofauti kidogo na yako, kwa sababu WordPress wanaendelea kuupdate kila wakati. Hapa unaweza kuona njia ya mkato ya get started. Upande wa kushoto kwenda chini ni mahali ambapo maendeleo ya ziada hufanyika. Posts, hii ni sehemu ambayo unaweza kuona posts zile ambazo umechapisha ama ama zinangoja kuchapishwa katika tovuti yako. Unaweza pia kuandaa post mpya hapa. Hapa ni sehemu ya media. sehemu hii utaweza ona picha, sauti, ama ukipenda audio na hata video Kuongeza media kutoka kwa kompyuta yako utatumia sehemu hii kuongeza. Unaweza pia kutazama maoni na kutoa majibu yao. Hii ni muhimu kwa sababu mara mengi ukiandaa post watu hupenda kuuliza maswali, kutoa pendekezo, au hata maoni. Appearance ni muhimu zaidi. Sehemu hii inakupa huru ya kutazama thimu ya tovuti yako na kuibadilisha. Unaweza pia kuirembesha na utapata maelezo zaidi kuhusu widgets, menu, na kadhalika. Unaweza kuhariri yote haya ili kuboresha design yako. Kama unavyoona, sehemu ya plugin ina notisi ya update, na inapendekezwa tufanye update hii. Katika settings, unaweza fanya mabadiliko tofauti tofauti. Katika general, unaweza fanya mabadiliko kama kuhariri mipangilio ya ujumla kama majira ya saa format ya tarehe na kuformat wakati miongoni mwa mazingira mengine. Baada ya kufanya mabadiliko, unaweza kusave mazingira chini ya ukurasa. Hapa juu unaweza kuona updates mbalimbali mbali, na unaweza kuupdate zote kwa kubonyeza. Utaweza kupewa maelezo na pia vitu ambazo zinahitaji update. Kwa update zote kwa pamoja kuokoa wakati, bonyeza boksi hii ya juu, kisha teremka na bonyeza update plugins. Hapa tunafahamishwa na kupewa maelezo ya updates tumesha install. Turejee katika dashboard na kama unavyoona, kuna update moja inahitaji kuwekwa nayo ni theme. Bonyeza kuona update hiyo, tutatafuta hiyo theme katika kurasa huu na kuichagua ili tuweze kuiupdate. Update huchukua muda kidogo. Tunafahamishwa kuwa update imeshamalizika. Sasa turudi kwa dashibodi na kama unaweza kuona kila kitu ni hadi tarehe. Wakati watazamaji wataingia kwenye tovuti, wataona coming soon page. katika vitendo haraka, unaweza kubadilisha ama kuandaa widgets au menu. Pia unaweza kukubali au kukataza maoni ya posts katika tovuti. unaweza pia andaa post yako ya kwanza kuongeza kurasa katika tovuti. Unaweza pia tazama tovuti yako kwa kubonyeza hapa. Kama unavyoona hapa, unaweza kubadilisha theme kwa urahisi. Kama hauhitaji kutazama vitendo haraka, bonyeza ondoa. Kuongeza rasimu ya haraka ambayo unaweza kuhariri baadaye, utatumia sehemu hii. Andika mada katika boksi ya juu hapa, kisha andika kilicho akilini katika nafasi ya pili. Kisha andaa rasimu yako, bonyeza hifadhi rasimu. Yako yote itaonekana hapa, na unahuru wa kuhariri au kuupdate baadaye ukihitaji. Katika WordPress news utapata habari yote ya WordPress hapa, yamepangwa kulingana na tarehe. Upande wake wa kushoto kuna muhtasari wa haraka. Kama unavyoona, kwa sasa kuna blog post moja, ukurasa moja katika tovuti, na pia maoni moja. Unaweza kwa urahisi kupeleka box iliyo muhimu juu kwa kutumia ku drag and drop, na pia unaweza fanya kila kitu ionekane ya kuvutia. Unaweza panga vile unataka. Ili kupunguza dirisha hili, bonyeza kwa hii mshale, na ni rahisi hivyo. Unaweza fanya mabadiliko haya kwa zote au kadhaa. Kama hautaki dashibodi yako iwe na baadhi ya habari hapa, unaweza ondoa kwa urahisi. Bonyeza screen option, kisha bonyeza ondoa katika sanduku. Kama hauhitaji kuona habari ya WordPress, bonyeza ondoa katika sanduku hii. Ukihitaji kuongeza, bonyeza tu juu yake pia. Asanteni sana kwa kuangalia video hii na tuonane katika video ijayo.